Habari za wakati huu ndugu mtazamaji wetu wa Diki Studio TV, leo tumekuletea habari motomoto -moto wa kimichezo inayomhusu hafisa habari wa Yanga, Ally Kamwe, akizungumzia dhidi ya mechi yao ijayo ya klabu bingwa dhidi ya AS FAR Rabat. Na kabla tujakufikishia undani zaidi wa taarifa hii, subscribe chaneli yetu pendwa ya Diki Studio TV. Huu oh, ni mchezo unaobeba uzito mkubwa si tu kwa klabu ya Yanga bali pia kwa heshima ya soka la Tanzania katika anga la kimataifa. Kauli ya Ally Kamwe imezua mjadala mpana miongoni mwa mashabiki, wachambuzi wa soka na wadau mbalimbali wa michezo barani Afrika. Yanga Sports Club inaingia katika mchezo huu ikiwa na morali ya juu baada ya mfululizo wa matokeo mazuri ndani na nje ya nchi. Timu hiyo imeonyesha kukomaa kimbinu, Nidhamu ya hali ya juu pamoja na mshikamano mkubwa miongoni mwa wachezaji na benchi la ufundi. Kwa upande mwingine, AS FAR Rabat ni moja ya klabu kongwe na zenye uzoefu mkubwa katika mashindano ya Afrika. Ni timu inayoheshimika kwa nidhamu, nguvu ya kimwili na mbinu ya hali ya juu hasa inapocheza na inapocheza michezo ya ushindani mkubwa. Sasa Ally Kamwe akizungumza kuelekea mchezo huo ameweka wazi kuwa Yanga inatambua ukubwa wa mpinzani wao, lakini hilo halijawakatisha tamaa wala kuwavunja kisaikolojia. AS FAR Rabat ni timu kubwa na yenye historia nzuri barani Afrika, lakini Yanga pia ni klabu kubwa. umejiandaa vizuri, wachezaji wako tayari na kila mmoja anaelewa majukumu yake, alisema Ally Kamwe. pia Ally Kamwe alisisitiza kuwa Maandalizi ya Yanga yamefanyika kwa umakini mkubwa yakihusisha maandalizi ya kiufundi, kimwili, pamoja na kisaikolojia ili kuhakikisha timu inaingia uwanjani ikiwa imara katika eneo katika eneo. Maandalizi ya kiufundi na kisaikolojia, kwa mujibu wa Ally Kamwe, benchi la ufundi limefanya tathmini ya kina ya AS FAR Rabat likichambua mfumo wao wa uchezaji, udhaifu na nguvu zao hii imesaidia kupanga mkakati maalum utakaoendana na aina ya mchezo wanaotarajia kukutana nao. Huu si mchezo wa bahati, ni mchezo wa mipango. Wachezaji wamepewa maelekezo ya kutosha na wako tayari kuyatekeleza kwa vitendo, kauli hiyo ilisema na Ally Kamwe. Pia ameeleza kuwa suala so, la presha limewekwa pembeni, huku timu ikihimizwa kucheza kwa kujiamini nidhamu na kwa moyo wa ushindi. Katika kauli yake Ally Kamwe hakusita kuzungumzia nafasi muhimu ya mashabiki wa Yanga katika mchezo huu. Amesema kuwa mashabiki ni sehemu ya mafanikio ya timu na uwepo wao uwanjani au hata kwa sapoti ya mbali ni silaha muhimu kwao. mashabiki wetu wamekuwa bega kwa bega nasi, tunawaomba waendelee kutuunga mkono, waamini timu yao na waendelee kudumisha nidhamu. Ushindi ni wa kila mwananchi, alisema Ally Kamwe. Pia kauli hiyo imepokelewa kwa hisia kali na mashabiki wa Yanga, wengi wakionyesha imani kubwa kuwa timu yao inaweza kufanya jambo kubwa dhidi ya wapinzani wao hao AS FAR Rabat kutoka Moroko. Mchezo huu Unaangaliwa pia kama kipimo cha maendeleo ya soka la Tanzania katika ngazi ya klabu. Mafanikio ya Yanga dhidi ya AS FAR Rabat yataongeza heshima ya ya nchi kimataifa na kuwapa motisha klabu zingine za Tanzania kupambana katika mashindano ya Afrika. Wachambuzi wa soka wanaamini kuwa Yanga ya ina kila sababu ya kupambana na kupata matokeo mazuri endapo tu itatekeleza mpango wake pasavyo na kuepuka makosa yasiyo ya lazima. Kwa ujumla, na kwa kuongezea, Ally Kamwe pia aliongelea swala la Clement Mzinde na mchezaji mpya asweka la Magoli Bobu, huwa wanaweza wakajiunga katika mechi hiyo, kwani na wao wamesafiri na wamejiunga na wanachama wenzao katika kuelekea kwa kabili AS FAR Rabat ya Moroko. Kwa ujumla kauli ya Ally Kamwe imeonyesha wazi kuwa dhamira ya Yanga Sports Club kuelekea mchezo wao dhidi ya AS FAR Rabat ni kauli ya kujiamini, maandalizi na matumaini makubwa, huku mzigo mkubwa ukiwa kwa wachezaji kuthibitisha maneno hayo ndani ya uwanja. Mashabiki wa soka wanasubiri kwa hamu kuona kama Yanga itaweza kuandika historia mpya katika ukurasa kwa mashindano hayo makubwa ya Afrika na hapa ndipo tunapofikia mwisho wa taarifa yetu kwa sasa. Je, unaamini Yanga FC itaibuka na ushindi dhidi ya AS FAR Rabat? Toa maoni yako hapo chini. Pia usahau subscribe, share, comment na kulike chaneli yetu pendo Dicky Studio TV ili kuweza kupasha habari motomoto za kimichezo wakati wote.